Mtazamaji wa Faida Online TV wanasema, kila alipangalo Mungu, binadamu kamwe hawezi kulipangua, na siku ya mwisho haiwezi kutoa taarifa na huwezi kujua unaondokaje siku hii ya leo. Ya Novemba 28, 2025 Faida Online TV tumpokea taarifa ya kifo cha mlinzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani mkoa wa Mtwara anayefahamika kwa jina la Selemani Nampunde ambaye ni mkazi wa mtaa wa Mbae Chundi manispaa ya Mtwara Mikindani mkoa wa Mtwara, kwenye kata ya Ufukoni, ambaye pia ni mzaliwa wa kijiji cha Makonga kinachopatikana kwenye wilaya ya Newala katika mkoa huu wa Mtwara, kifo ambacho inasemekana kimetokea usiku wa kuamkia leo katika eneo la parking ya malori hapa Eh, karibu kabisa na stendi ya mabasi ya Mkoa wa Mtwara maarufu kama Mkanaledi. Faida Online TV, watu wa Field, tupo hapa na tumefika katika eneo hili la tukio kwa lengo la kuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku-like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field. Tumezungumza na baadhi ya mashuhuda na wamethibitisha kwamba jeshi la polisi wamefika katika eneo hili na mwili tayari umepelekwa katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mtwara, Ligula. Kwa majina naitwa Jafari Saidi Nyuchi. Mkazi wa Magomeni Kagera. Huyu bwana ni mlinzi wa hapa yadi ya ma, ma, maloli haya. Kwa hiyo kazi yake ni kukusanya maloli na kuyapanga vizuri. Akimaliza anakaa kwa muda fulani, anafikia sehemu, anachukua vilago vyake, anaenda kupumzika, kwenda kwenye kulala, anapumzika akilala, anapopumzika, basi ikifikia alfajiri anaamka, anakagua magari, anatoka anakusanya watu na wale wateja wake anawapokea na kuchukua fedha na kurudisha kwenye ofisi zao. Kwa hiyo leo tukio lililotokea ni kubwa, kwa sababu yeye pale alipoenda kupumzika kuna gari lirudi nyuma, hatujui katika mfumo, kwa sababu ulikuwa ni usiku. Tumekuta tu yule mtu amepigwa kichwani na amekanyagwa na gari ndani ya kati ya kichwa akafa, amekufa kabisa. Kwa maana hiyo, katika mapumziko yake hatujajua gari hiyo iliyo fanya hivyo, hatuijui na hatujaiona. mi, Mi ni askari wa jeshi la akiba, naitwa Hawa Sefu Bakari, nipo manispaa ya Mtwara Mkindani, kazi yangu ni mlinzi. atukio ili mi nimekuta asubuhi nilivyoingia. e, sikuwa zamu usiku e, nilikuwa tunabadilishana lindo na yeye na maana askari mwenzake ndi alietowa taarifa hizi baada ya ku kunani kuzungukazunguka, akisema mwenzetu kule amelala. Walivoena kumwamusha amke, wamentikisa amke, walivomtoa kichwa jonakuta ubongo uko nje. Yule usingizi ilikuwa kawaida yake kulala, alikuwa salama yule. Alewagi pombe? anaitwa nani na mkazi wapi? Anaitwa Selemani Nampunde mkazi wa Mbae Chundi, kata ya Ufukoni. Mwili wake umetolewa hapa, umepelekwa Ligula. Ni mzaliwa wa Newala, Newala, kijiji cha Makonga. E. Okay, na ana familia? ana familia hapa, mkewe yupo. E. Okay. Na pengine eneo ambalo amekutwa ni kwenye nyasi hivi au eneo ambalo pengine labda tunaweza kusema alikuwa amelala chini ya gari ama ilikuwaje? Amna kwenye nyasi kule mwishoni kule e. Kwa hiyo itakuwa gari ilikuwa labda inageuza. Mm. Gari itakuwa inageuza ndio ikamgonga. Umeshajua ni gari gani? Hatujui. Na mtazamaji wa Faida Online TV, tumezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, SSP Issa Juma Suleman, akithibitisha kutokea kwa tukio hili. Ni kweli. Ndio. Ni kweli kuna hiyo video la, la mlinzi wa manispaa? Kwenye hiyo hiyo nini ya magari hapo, ndio inaonekana kama ali alipata usingizi na kwa bahati mbaya hapo. Nimeelewa, magari hayo maegesho na nini, ndio inaonekana sasa. Wakati hilo gari lililomhusika linataka kuondoka hapo kuingia, ndio katika mazingira hayo inaonekana limemkanyaga na ameumia kichwani, limemkanyaga kichwa na kumpasua kabisa, ndio ndio amefariki. Ni kweli, ndio imetokea, na sisi tunachunguza sasa ndio kutaka kujua ni nani, kama ni gari, ni gari ipi na katika mazingira gani. Sawa, pengine una una wito wowote kwa madereva na walinzi? Waendelee kwa makini. Ndio. Madereva waendelee kwa makini popote walipo, aidha wako barabarani au kwenye maegesho. Naam. Na kwa kama huyo dereva ambaye amesababisha hicho kifo, angekuwa alikagua gari lake maeneo zote nne, pande zote nne. Ndio. Mbele, nyuma, kulia na kushoto. Pengine angeweza kuzuia hicho, angemwona ange, huyo mlinzi amelala hapo au yuko katika maeneo hayo kwa namna yote na angeepuka kumkanyaga, lakini kwa sababu inaonekana baada ya kufika tu yale kwenda kwenye stani, hakuangalia pande yote ya gari ndio yake ikatokea hayo yaliyotokea. Kwa hiyo waendelee kuwa waangalifu. Nakushukuru sana kamanda, asante. Kwa kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe kwa like na comment yetu, ili tuendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Faida. Asante na kwaheri.